Eh, uh, awamu ya pili ni ngumu zaidi, kwa sababu awamu ya pili inataka Israeli asogee kwenye laini ya pili kutoka kwenye laini ya kwanza ya makubaliano, azidi kutoka, lakini ndio awamu inayotaka Hamas kuweka silaha chini. Ni kitu ambacho kinaweza kikaleta mtafaruku mkubwa sana kwenye mazungumzo ya pili. Kwa hiyo hapa mazungumzo ya pili, kama hiki kizingiti kitavukwa hicho cha awamu ya pili, basi tunaweza tukashuhudia awamu ya tatu ikawa nyepesi. Rahbi, kwa ufupi, IDF inabakia na udhibiti wa asilimia 53 ya eneo la Gaza. Kwa mpango huu wa usitishaji mapigano eneo lile e, mamlaka ya Palestina inasalia wapi? Pamoja na kwamba mapigano yatasitishwa, mamlaka ya Palestina haikuwepo Gaza, na wala hairuhusiwi kuwepo, wala haijaingia Gaza, na imekuwa Israeli ikifanya juu chini kuwa hawawezi kuwa wenyewe kule. Kwa hiyo ukiangalia, IDF udhibiti wao umechorwa kwenye laini tatu. Usitishaji wa kwanza una laini ya kwanza ambayo hivi sasa ndio imeagiza kuwa warudi nyuma, kuachia nafasi alafu phase 2 itakuwa na line ya pili ambayo watazidi kusogea nyuma. Uh, e phase, phase, uh, 3 ya tatu itakuwa ndio ile kwenda kwenye buffer zone mwisho na kujiondoa rasmi, kwa sababu kutakuwa kuna kikosi cha kimataifa ambacho kitaletwa hapo. Sasa ni vigumu sana haya yote kutekelezeka kwa sababu ya serikali iliyopo Israel ya right wing, ambao wao mateka haikuwa kusudio lao, wao walikuwa kikubwa zaidi, walikuwa wanataka ardhi na sasa kama mateka watakuwa wamepatikana, presha ya ndani imepungua, kwa hiyo wanaweza wakarudi vingine na, na Marekani sio sana wa kuamini kwenye, kwenye haya kwa sababu Trump anaweza kuamua kunyamaza kama alivyonyamaza na, ku, na kama haoni kile kinachotokea Gaza na Israel ikaendelea ku, kuendelea kufanya inachokifanya hata kama watapata sababu ndogo sana ya kuwalazimisha wafanye hivyo.